Na, mtazamaji karibu sana kwenye mahojiano ya moja kwa moja na leo hii tuko na Dkt. Sule, bila shaka sio mgeni katika macho ya luninga yako. Leo tukijaribu kutazama masuala kadhaa ambayo ametuleta hapa kwake ofisini kwa kwake moja kwa moja na bila shaka tutaweza kuyapata majibu kulingana na vile ambavyo huwa anatenda. Amekuwa akizungumza masuala mengi sana, masuala ya maslahi mapana ya dini pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo huyu ni Dr kama jinsi ambavyo tumezoea kumwita Dkt. Sule. Daktari, karibu sana. Uko vizuri. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maisha yanasonga kadiri alivyokadiria. Uje wetu leo tu, kuna mambo kadhaa lakini kwanza, sasa hivi kuelekea Oktoba 29 katika uchaguzi, na mkuu, nawe umekuwa ukizungumzia masuala kadhaa yenye maslahi ya, ya, ya, ya, ya nchi. Kuna hili swala la watu kuandamana, kuna baadhi ya watu wanahamasisha watu waingie kuandamana barabarani. Hili swala kwanza limekaaji? Uh, sio jambo sahihi Yaani, kuandamana na hamasa ambayo watu wamekuwa wakihamasishwa, mimi kwanza na washauri hasa vijana na washauri wasiitike wito wa kuandamana, na ninazo sababu nyingi, ninazo sababu nyingi. Nitawataja watu wachache ili kuthibitisha sababu za kuto kuandamana, lakini kabla sijataja sababu kwanza unapotakiwa kufanya jambo lolote, lazima kwanza utafakari kwa nini unafanya, unafanya kwa maslahi ya nani na nini matokeo yake. Ukiambiwa andamana, cha kwanza unatakiwa ujue kwa nini unaandamana, unaandamana kwa maslahi ya nani na matokeo yake kuandamana yatakusaidia nini. Wanaotakiwa kuandamana wakiyafahamu hayo vizuri basi, hakuna mtu ambaye atapoteza muda wake kwenda kuandamana. Na niwaambie tu, vijana hasa wengi wao wanaoshawishiwa na, na kushauriwa haya ni vijana, usijaribu kukata tawi ulilo kalia wakati uko angani. Usijaribu kukata tawi ulilo kalia wakati uko angani, madhara na hatari utakayoipata wewe ni kubwa zaidi kuliko aliyekutuma ukate. Mimi ninayo mifano hai leo wako wanasiasa mtandaoni kama Polepole Pole, mfano ni moja kati ya watu ambao wanatumika wana, wana sana kuhamasisha kufanya maandamano, si makorokoro gani na vitu vya mfano hivi. Lakini Watanzania wengi wanatakiwa wajue, hasa vijana, Polepole Pole anaishi wapi? Hilo swali la kujiuliza. Kila mtu anatakiwa ajiulize Polepole, so hayuko pole Tanzania, anaishi wapi anapoishi polepole analipa nyumba nani? Nani anafanya accommodation ya maisha yake ya kila siku? Hilo ni swali la kujiuliza sana. Polepole kaolewa, yuko Sweden. Mi najua, si naeleweka. Kaolewa, yuko Sweden, ana mwanamke kamwoa. Polepole yuko Sweden, yuko Sweden, pole, yuko Sweden. Yuko Sweden kaolewa, wala usitafute maneno kutafuna Yuko mwanamke wa kizungu yuko naye Sweden. Hakuna asiyejua. Watu wote ambao wanajua mazingira mazito na mapana ya nchi yetu wanajua Polepole pole yuko wapi. Sasa swali linakuja. Nyumba Sweden, nyumba Sweden. Ukilipa kwa rahisi sana kwa mwezi haitapungua dola elfu moja kwa mwezi kwa hiyo matumizi yako yanaweza kufika mpaka dola elfu mbili, dola elfu moja mia tano kwa mwezi. Nani anagharamia yote hayo? Mpaka yeye anahamasisha tuandamane. Nani? Lakini yuko mwingine yuko Marekani, dada mmoja hivi Mange Mange Kimambi, ana zaidi ya miaka kumi hayuko Tanzania, anaishi huko maisha yake yanaendeshwa huko. Wewe Mtanzania unayeishi Dar es Salaam leo, wewe Mtanzania unayeishi Bukoba leo, wewe Mtanzania unayeishi Kigoma, Zanzibar na maeneo mengine umekinukisha, alafu imefika mahala Tanzania hapakaliki. Huna pasipoti ya kukimbilia nje ya nchi, moja hiyo. Huna nauli hata ya kutoka mkoa kwenda mkoa, mbili hiyo huna nchi utakayokwenda kuishi kama mkimbizi tatu hiyo. Unadhani umemkomoa nani? Kukiwakisha vijana wasitumike na watu wenye maslahi yao binafsi. Ni bora kula mchunga na mchicha kwa amani kuliko kula nyama nyuma ya mtutu wa bunduki. Hawa vijana na wahamasishaji waliopo nje na wale wachache wanasiasa wenye uroho na urafi wa madaraka waliopo katika nchi yetu wana pushback. Nyuma yao kuna watu wana ajenda na malengo juu ya nchi yetu, na mimi nataka niwaambie vijana katika nchi hizi za kusini mwa jangwa la Sahara, lakini pia katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki hata na kati nchi pekee imebaki salama na ni kisiwa cha kukimbiliwa na mataifa mengine imebakia Tanzania. Tanzania ndio nchi pekee mabeberu na mabepari wameshindwa, hawajafanikiwa mpaka leo kuwa under control na kuiendesha kwa vibaraka wao waliowapanga. Sasa wanachotaka kufanya vibaraka na wale mabeberu na mabwana zao wanachotaka kukifanya wao wanatazama maslahi yao binafsi kabla ya kutazama maslahi ya jamii. Upo mfano hai, yupo kiongozi mmoja wa siasa leo yuko ndani, watoto wake wanaishi Marekani, watoto wake wanaishi, najua mji, mtaa, mpaka eneo analoishi mimi najua. Tundu Lissu wala alina maswali, si ndio aliyesema wanakinukisha, swali la kujiuliza, kama watoto wake wanaishi Marekani mke wake anaishi Uberigiji. Kikiwaka hapa, anayeathirika naye kwa sababu yeye ana mtoto hapa, hana mke hapa. Kikiwashwa hapa, anambeba mamake kama yuko hai, anambeba ndugu yake kama yuko hai. Wanapopakwenda wewe wewe, unayekiwasha leo hapa, swali linakuja, unakimbilia wapi? Hata mtaji, hata nauli ya kwenda Msata una kwa tarehe ishirini na tisa, ukimwona mtu anahamasisha au amehamasika juu ya maandamano ya tarehe ishirini na tisa yaani huyu ni zaidi ya mjinga, ni mpumbavu. Si naeleweka. Huyu ni zaidi ya mjinga, ni mpumbavu. Narudi kwenye maswali yale matatu. Uki, ukiwa na ajenda yoyote, mtu anaipushi kwako au tukio na kushauri ulifanye, cha kwanza unatakiwa ujue kwa nini unafanya, cha pili unatakiwa ujue matokeo faida, yaani unakifanya hicho kitu kwa faida ya nani, alafu matokeo yatakuwa vipi? Sasa leo vijana jalia wameandamana leo vijana wameandamana wamefanya wanayofanya vurugu, hivi ndio Polepole atakuwa rais wa nchi? Haya, tunampa nani nchi ili nchi sasa iende sawa ndio sasa, tushaondoa hao waliopo, tunampa nani nchi ambaye ataiendesha nchi wanavyotaka? Yani kijana wewe unayetakiwa kuandamana, jiulize. Ndio sasa, vurugu imefanywa, mwisho wa siku, haya ndo hao wametoka, sasa ndo akili yako imeamini hivyo, haya. Nchi tunampa nani? Lazima ukubali, vurugu zikizidi, nchi watachukua jeshi, mtalala saa sita ya mchana. Hakuna kutembea usiku, hali ya hatari itatangazwa. Ule mkate unaokula kila siku, leo hautaula tena. Kile kibarua cha zege unachokitarajia, ukikifanya utakifanya tena. Yale maisha unayojaribu kupiga ma mizinga kwa marafiki zako, upate mia, huyo rafiki yako naye atakuwa nyumbani apigiki. Mzinga ndio maana nikasema, ukiambiwa jambo lolote, cha kwanza unatakiwa ujue nakifanya kwa maslahi ya nani? Sawa sawa. Lakini wakati huo pia tunaona kuna hao um, ambao wanahamasisha maandamano, uh, kuna propaganda zinaendelea kwamba Wakenya wameomba kujiunga kwenye hayo hayo maandamano ili ilia. Kwanza haliwezekani, hizo ni propaganda hmm. Mkenya hawezi kuja kuandamana Tanzania, tunao utaratibu wa nchi yetu kuingiza raia, lakini pia nataka niwakumbushe watu a vijana wajue Nguvu ya dola Tanzania bado ni kubwa sana. Huwa sijuu wakafikiria kama nchi kama nchi gani ile waloandamana vijana juzi Nepal, hii Nepal. Um. Nchi bado ina nguvu sana kama jenzii wa Kenya wameshindwa, wamemshindwa Ruto na bado yuko madarakani na ndio nchi ina vurugu za kisiasa nyingi Msijidanganye kwa Tanzania. Una kipi cha kwanza? Wewe ndugu yangu utakwenda kuvunjwa miguu, kakae Muhimbili ukitoka huko uende jela na mwisho wa siku huwezi kubadilisha chochote. Hmm. Wewe unayeshauriwa kwenda kupigana kwa ajenda ambayo huijui. Hmm. Huna sababu ya kwenda kufanya vurugu. Unawaambia hmm. Una, una, una nini sasa Kenya Kusabu, kwa sababu kuna clip nyingi mtandaoni huko Kenya tunasupport Oktoba 29 sisi tupo kuwa wanasema ni kitu kingine. Sasa hivi kusema ni uhuru, uhuru wa kusema upo. Kama wao wanaweza kubadilisha matokeo ya uongozi, mbona hawajabadilisha matokeo ya Ruto? Ruto yuko madarakani mpaka kesho kutwa, si wana jenzi, si wana watu wauni, wanaweza kufanya chochote? Wanaishia kupiga makelele mitandaoni tu. Kwani Ruto sio rais? Sasa kama wamemshindwa rais wao, watamng'oa rais wetu? Yaani, si tutakaa na akili zetu tumng'oe rais yetu kwa akili za wajinga wachache waliopo Kenya? Yaani, wapumbavu wachache waliopo Kenya wanatushawishi sisi kuharibu nchi yetu? Yaani, mtu jirani yako anaharibu ndoa yako na nyumba yako na wewe unanyamaza? Haiwezekani hiyo kitu. Na mimi nadhani serikali ya Kenya ni moja kati ya serikali sikivu sana, na tunaishi katika mazingira ya maelewano sana. Sidhani kama jambo hilo linawezekana. A, lakini be, kila Mkenya atakayetaka kuja Tanzania atapita katika mipaka atapita katika mipaka, kwa hiyo atapita kihalali, na ikitokea atapita njia za panya akawa Tanzania akafanya ujinga, kikampata cha mtema kuni, dola itachukua nafasi yake. Kwa hiyo mimi niwaambie tu vijana wasijidanganye.